Haleluya, watu wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe sana. Ni siku nyingine tena leo ambayo ninamshukuru sana Mungu kwa kutuunganisha na kutupatia kibali cha kuweza kusikiliza neno lake. Jina la somo la leo linakwenda kwa kichwa cha kuishi maisha marefu ni uchaguzi wako. Kuishi maisha marefu ni uchaguzi wako. Ha, ni kiu ya kila mmoja kuishi maisha marefu, yaani hakuna mtu ambaye anataka kuishi maisha mafupi. Ndio maana ukitaka kugundua hilo, wewe hata ukiumwa utameza dawa, na hata serikali imegundua hilo jambo, ndio maana ika ikapanga na kutekeleza mipango mbalimbali kama vile kujenga vituo vya afya kama vile mahospitali, mazanati kuruhusu uwepo wa maduka ya madawa, kuruhusu kuuzwa kwa mitishamba na vitu vingine vingi sana. Hata Umoja wa Mataifa wameruhusu kitu inaitwa WHO, shirika la afya duniani, ni kwa ajili ya kushughulika au kutafuta watu waishi maisha marefu. Na leo hii imefikia hatua suala la afya imekuwa ni kipimo cha cha nchi fulani imeendelea kwa kiwango gani. Namna kupima life expectancy lazima wanaangalia afya. Je, hii nchi inajiweza kwenye eneo la kukidhi watu wake kwenye huduma za afya? Kwa hiyo suala la afya ni nyeti kidogo, sio kidogo sana, ni nyeti sana, ni nyeti sana kutokana na umuhimu wake. Kwa hiyo sina shaka na wewe mwenyewe, naamini unapenda kuwa na afya njema, ninaamini. Sasa neno la Mungu, Mungu hajakaa mbali sana, kwa sababu ndo mwasisi wa afya yenyewe. Ametuumba, yeye anajua ametusuka kwa namna gani, miili yetu ameirekebisha vipi. Kwa hiyo kama yeye ndo ametuumba, anajua anajua changamoto iko sehemu gani na afanye nini ili sisi tusiumwe na afanye nini ili sisi tupone Kiwalisia Yesu walishalipa tayari, swala so la afya alishalipia pale msalabani, hilo sina shaka. Ndio maana neno nasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa neno langu, kama ninavyosema, kuishi maisha marefu ni uchaguzi wako. Yaani ni wewe mwenyewe uamue, aidha uishi maisha marefu au mafupi. E, hilo Mungu amekuachia wewe mwenyewe. Takwenda kusimamia kitabu cha Zaburi ile sura ya tisini na moja Haya, kumi na sita. Neno la Mungu linasema kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamwonyesha uokovu wangu. Anasema kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamwonyesha uokovu wangu. Anaongea na mtu hapa, Mungu anasema na mtu, utakuja kuona. Anasema na nani anavyosema kwa siku nyingi nitamshibisha? Tukija tu kwa maana ya kawaida, kushiba, unajua kushiba hilo japo binafsi kushiba ni jambo binafsi. Hatuwezi kushiba wengi, hata kama tunakula chakula hapa tunakula kwa pamoja. Mimi ninaweza nikaanza kushiba au ukaanza kushiba, yaani e, hatufanani kwa sababu matumbo yetu hayafanani pia. Sasa Mungu anavyosema kwa siku nyingi tutamshibisha, hajasema ni kwa siku ngapi. Kuna mtu, kuna mtu anaweza kuchagua yeye mpaka ashibe ni mpaka ishi labda miaka mia moja hamsini, miaka mia mbili mwingine yeye mpaka ashiba akili ameshiba, aishi tu miaka thelathini. Kumbe tunaona kwamba kupitia hili andiko swala la mtu aishi muda gani ni anaamua mwenyewe, kwa sababu hiyo neema tayari Mungu ameiachilia. Neno Mungu kwenye kitabu cha ile Kutoka ishirini na tisa, ishirini na tisa, nasema kwamba yaliyofunuliwa ni ya wanadamu lakini yaliyofichwa ni ya Mungu. Ua, ukiona Mungu amesema neno, kwe, amesema jambo kwenye neno lake ujue hilo ni la kwetu sisi, ameamua kushiriki uungu pamoja na sisi, anavyosema kwa siku nyingi tamshibisha. Tayari ashamshibisha mtu hapo tayari, ila aliyeshibishwa nani? Ni yule ambaye ameamua kupersonalize hili neno, kulifanya kuwa la kwake. Tukianzia Zaburi ya 91 hiyo kuanzia aya ya 14 neno la Mungu inasema, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumuweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. 15 ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamwonyesha wokovu wangu. Kumbe ambaye atashibishwa kwa siku nyingi, tumeona hapo kwenye mstari wa 14, amesema kwamba kwa kuwa amekaza kunipenda. Nani? yeyote yule ambaye amekaza kumpenda Mungu, Mungu atam, atamshibisha kwa siku nyingi. Mungu hata mruhusu afe mapema, atamwongezea miaka na miaka, lakini yeyote ambaye atakaza kumpenda Mungu Ukisoma kwenye Injili ya Yohana ile sura ya 14 aya 21, neno la Mungu anasema kwamba atakayezishika amri zangu huyo ndio anayenipenda. Kumbe Mungu, so, kumbe swala la kumpenda Mungu linapimwa kwa kushika amri zake. Ukishika amri zake Mungu anaku, anaku, anakuzingatia kwamba mm, kuna mtu ananipenda maana anashika amri zangu. Mungu anavyosema anavyosema usiue, usi, usi sizini anamaanisha, na anawezishika hivyo, anamjua na huyo ndio amemwaijia hizi ahadi. Ni yeye tu aweza kushindwa kuzijua au la, lakini akishikilia anapata hiyo ahadi ya Mungu. Kumbe yoyote anayempenda Mungu, anayempenda Mungu yani anayeshika amri za Mungu, huyo Mungu amesema atamwokoa. Sasa sio kwamba hatapitia magumu. So, kwamba, hataumwa kama wengine, si sio kwamba hataumwa kama wengine sawa, unaweza usiumwe. Sio kama hatapata ajali kama wengine sawa, unaweza usipate ajali. Lakini Mungu anasema kwamba hata kama ukapitia changamoto gani, ukaumwa, ukapata ajali, Mungu anasema, kuokoa, kwa jake, so, ki, ki, Kiingereza anasema atakuokoa Kiingereza, anasema ile, anasema a, nitamuokoa nitamuokoa yeye anayenipenda ni kwamba umepitia changamoto sawa, wote mmeumwa, mimi nimeumwa na wewe umeumwa, ila mimi siwezi kuumwa. <laughs> Sasa Mungu anasema kwamba sawa, wataumwa wengi, lakini wewe nitakuokoa wewe, nitakuponya. Ni kwa sababu gani? Umekaza kunipenda. Sawa, mmesafiri wengi, gari ikapata ajali watakufa wote ila wewe hautakufa. Mungu amesema atakuokoa kwa sababu gani? Umekaza kumpenda oje kushuhudia. Tuchukulie tu mfano mdogo, ile Marekani Los Angeles itokea ajali ya moto, lakini nyumba ya mtu mmoja mcha Mungu mwenye haki wa Mungu aliyekaza kumpenda Mungu, nyumba yake haikuungua moto. Kumbe inavyotokea ajali sio lazima tufe wote, kuna watu watakufa ila sio wewe ambao umekaza kumpenda Mungu. Ila sio wewe ambao ambao ambao umeamua kwa ridhaa yako kumpenda Mungu, kushika amri za Mungu. Wewe hautakufa kama wengine. Wewe watalalamika maisha magumu, kwako hayatakuwa magumu. Ni swala la muda tu, ni swala la muda tu, ni swala la muda tu kwa sababu Mungu amesema kwa siku nyingi nitamshibisha. Ni kweli sasa hivi unakuta vijana wanakufa wakiwa wadogo. Wanakufa wakiwa wadogo. Kijana wa miaka 15, miaka 20, 25, 26, 27, 28, 30, 45 anakufa. Wewe hautakufa kwa sababu Mungu amesema kwamba atakushibisha kwa siku nyingi. Maana yake ni mpaka uamue mwenyewe. Ezekia alipoambiwa atengeneze mambo ya nyumba yake kupitia kile cha nabii Isaya, aliambia mungu mimi siwezi kufa tazama nimekutendea mambo makubwa mazuri nimeishi kwenye njia za haki nakufaje Hebu niongeze mungu akamwongeza miaka kumi na tano mingine huyo huyo ambaye alisema kwamba nitakuua lakini akamwongeza akamwongeza miaka mingine kumbe swala la kufa na swala la kuishi umri mrefu ni wewe mwenyewe uamue kumpenda mungu au la Ukisoma kitabu cha Mithali ile sura ya kumi aya 27, ndio Mungu kasema kwamba kumcha Bwana kwaongeza siku za kuishi za mtu, lakini wao wasio na haki siku zao za kuishi zitapunguzwa. Wasio na haki siku zao za kuishi zitapunguzwa, yaani ni Mungu kasema hivyo. Kama unaishi janja janja, jua kwamba ikitokea ajali ya gari wakafa wengi akapona mmoja, huyo mmoja sio wewe. Wewe upo katika wale wengi ambao wamekufa. Lakini ukiwa mwenye haki, ukiishi njia za haki za kumpendeza Mungu, usipoishi janja janja, usipokuwa na njia nyingi nyingi, jua kati ya wale wengi ambao watakufa, yule mmoja ambaye atabaki, atakufa ni wewe. Imetokea ajali ya moto, mali za wengi zimeungua zote, ila yako itabaki kwa sababu gani? Amesema atakuokoa hapo. Mstari wa 13 anasema, ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni. Anasema nitakuwa pamoja naye taabuni, sio kwamba hautapata taabu. Taabu utapata, lakini atakuwa pamoja nawe taabuni. Tukiangalia kina Shadraka Meshaki, kina Abednego walitupwa kwenye tanuri la moto. <laughs> Falme alivyoangalia akaona mbona, mm, nimewatupa watatu, alafu wako wanne yule wa nne ni Mungu, kwa sababu alishahidi kwamba nitakuwa nawe taabuni, nitakuwa nawe Meshaki, nitakuwa nawe Francis taabuni. Ndio, changamoto zipo, lakini kwenye hizo changamoto nitakuwa na Mungu, kwenye hizo changamoto utakuwa na Mungu kwa sababu amesha kuahidi, ila ukiwa mwenye haki, ukiwa mwenye haki, ukimpenda Mungu, Mungu akubariki sana. Natamani amua kuishi maisha marefu, amua kupona kati ya wengi watakaougua, amua kuokoka kati ya wengi watakaopata ajali, amua kuwa kijana bora kati ya vijana wengi wa ovyo wanaoharibika kipindi hiki, kwa kuamua kumpenda Mungu, kwa kuamua kupenda mambo ya Mungu. Usiwe miongoni mwa wale wanaopotea, wanaodharau mambo ya Mungu kwa sababu ya maisha kwa sababu ya, ya kiburi cha uzima. Ninakuombea kwa Mungu, pokea neema ya kumpenda Mungu katika jina la Yesu. Amina.